sisi ambao tunafanya kazi chini yake kwenye Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kwamba muda si mrefu tutakutana na wahariri wote wa vyombo vya habari nchini. Serikali inatambua changamoto zinazovikumba vyombo vya habari ikiwemo uendelevu wa kiuchumi uhuru wa vyombo vya habari na maslahi ya wanahabari kama alivyosema wa mwenyekiti, haya tumeyafanyia kazi, tunaendelea kuyafanyia kazi na niwaahidi tu kwamba tutaendelea kushirikiana na wadau wa sekta hii ili kuhakikisha mazingira bora ya uendeshaji wa vyombo vya habari nchini. Tumeshuhudia jitihada mbalimbali anazofanya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan katika miaka ya hivi karibuni kuimarisha uhuru wa vyombo vya habari nchini. Mwenyekiti Barile alitangulia kusema baadhi ya matukio ambayo yametukia hapo nyuma ambayo Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan amekuja na amebadilisha attitude nzima ya jinsi waandishi wanavyotakiwa kuangaliwa na nyinyi ni mashahidi na mmejionea haya maendeleo makubwa yametokea katika miaka hii ambayo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameongoza nchi hii, na kama mnavyofahamu, hakuna jambo lolote lililobadilika kwenye sheria zinazoongoza sekta hii, lakini attitude ya uongozi imebadilika, na hivyo waandishi sasa hivi mnafanya kazi yenu kwa uhuru. Makofi kwa Mheshimiwa Rais Samia tafadhali. Mheshimiwa uh, Rais Samia katika miaka ya hivi karibuni ameimarisha uhuru wa vyombo vya habari nchini ikiwa ni pamoja na kuanzishwa kwa bodi ya Ithibati ambayo itasaidia katika kukuza taaluma na weledi wa wanahabari nchini. Nimefurahi kufahamu kwamba katika kati ya wajumbe sita watatu wanatoka kwenye jukwaa hili. Hongereni sana sana. Umeona mpaka Mgosi Mgaya. Hongera sana ba na hata mwenyekiti wa, wa uh, bodi hii ni mgosi Tido Mhando, mhariri mkongwe kabisa kitu, kitu ambacho mwandishi mkongwe kabisa kitu ambacho kinafanya uh, bodi hii iwe na watu ambao wanastahili hasa kuwemo, na tunategemea weledi wa hali ya juu kutoka katika majukumu ambayo mnakwenda kuyatekeleza. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkutano huu ni wa kipekee, kwani unahusisha uchaguzi wa viongozi wa jukwaa la wahariri Tanzania siku ya kesho. Tunaopongeza uongozi unaomaliza muda wake kwa kazi nzuri walioifanya. Na leo uhusiano kati ya vyombo vya habari kutokana na kazi inayofanywa na jukwaa la wahariri Tanzania na serikali na vyama vya siasa ni mkubwa na mzuri sana. Ndio maana tunawaona TEF wakiwa na viongozi wa chama tawala kama katibu mkuu wa CCM leo hii. Hivi karibuni tumewaona na viongozi wa vyama vya upinzani. Akiwamo mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Lisu na wengine. Ni jukumu na kazi ya vyombo vya habari na hasa wahariri kutafuta habari bila kujali mipaka ya ukabila, udini, rangi, itikadi, siasa na chochote kile kiwacho. Ili mradi vyombo vya habari vinafanya kazi ya msingi ya kujenga taifa la Tanzania lenye umoja, amani, upendo na mshikamano na sio kinyume chake. Tunawatakia kila laheri wagombea wanaowania nafasi mbalimbali za uongozi, hata wale kumi na mbili wanaowania ujumbe saba, watashinda watano, hawatashinda. Hawatashindwa, lakini hawatashinda, na ndio uchaguzi unapotaka, kuna kushinda na kushindwa, na kutakuwa na uchaguzi mwingine mbele. Kwa hiyo niwatakie kila laheri lakini ninawaombea kila laheri, wote mshinde. Sijui itakuwaje, lakini mshinde.